Lugha ya Kiswahili. Hamjambo marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Natumai unafurahia kuwa hapa. Nafurahia sana ya kwamba umejiunga nami siku ya leo. Kwa nini unafikiria Bi Mercy ana furaha leo? Kwa sababu ametembelewa na mtu. Sawa sawa, mnataka kumuona? Najua mnataka kumuona huyo mtu. Wacha mmuone mjue ni nani? Tatu. Wasalimie, wambie hamjambo. Hamjambo! Haya, huyu ni Godswill. Natumai mnamkumbuka. Kama haumkumbuki, enda utazame video ambazo tumefanya na Godswill. Godswill ni dada yangu, dada ya Bimasi. My sister, this is my sister, dada yangu. Haya, na leo tutakuwa tunasoma nini, Godswill? Kukanusha. Kukanusha, kukanusha. Godswill, unajua kukanusha ni kufanya nini? Naam. Mm. Mhm. Kukanusha ni kukataa. Kukanusha ni kukataa. Kwa mfano ninasoma A, a, sasa nataka ukanushe yangu wewe oh. Sema ninasoma, ninasoma. Kanusha e, sisomi. Vizuri.